Mtumishi wa Mungu, mchungaji Sixmond Mdeka, haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina. Habari ya uzima, Mungu ni mwaminifu. Natabasamu tukila uchao. Ah, tabasamu kwa Yesu ni lazima, maana ndipo tunapopata kila kitu. Injili ya ufalme, Injili ya ufalme ni ujumbe ambao kama ni mwanadamu una uhakika ya kwamba umeumbwa, bila kujali umeokoka au hujaokoka, isipouchoma moyo wako, basi wewe utakuwa ni kiumbe cha namna tofauti na ujumbe wa leo umekuwa ni mahususi kwa kila mtu bila kujali aliyeokoka au hakuokoka. Ndio maana umeona kuna watu walikuwa wako kundini, lakini ndani yao wanashuhudiwa ya kwamba sisi bado hatuko na Yesu, wakarudi kutengeneza. Ni mara chache katika ulimwengu wa leo kuweza kusikia jumbe kama hizi, na sisi tunayo neema kupitia baba yetu askofu Uh, Profesa Sylvester Gamanywa tumeweza kupata neema hii na tunapaswa kunyenyekea mno. Nini cha kufanya kwa mtu ambaye amekata tamaa? Kuna mambo mbalimbali ambayo na uzingira ulimwengu, kuna shida, kuna mateso. Kwa watu ambao wanafuatilia, wanatazama, wanasikiliza, lakini bado injili kama hii hawajaipata, unadhani nini hasa cha paswa kuongezwa? Kama umekata tamaa, unaweza ukachukua maamuzi na maamuzi hayo ni kwa kufikiri na kutambua jambo ambalo naweza kukwambia, Yesu amesema ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mizigo ulionayo wewe unaiona ni mizito, lakini ukiwa kwa Yesu hiyo ni mizigo miepesi mno. Cha kufanya njoo BCIC, Mbezi Beach, lakini kumbuka kwamba ni rahisi mno kwa kuanza tu na toba, maana anasema zamani za ujinga Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaagiza watu wa kila mahali waweze kutubu. Kwa hiyo toba inaweza kukupeleka mbinguni. Hebu zungumza na mtazamaji wa Wapo TV pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio FM Nuru ya Jamii, maana muda mfupi kutoka sasa, ni leo ni leo a, leo ni leo, ni ibada njema, ibada nzuri, imekuja kwa neema na inatupa mafundisho inatupa a, na, na, na, na maombezi kwa hiyo baada ya muda mchache kuanzia sasa, wewe unayesikia hii sauti usikose tafadhali, kuanzia saa tisa kamili alasiri mpaka saa kumi na mbili, tafadhali usikose ukumbi. Bado unahitaji watu kadhaa ikiwepo wewe, na nafasi yako ipo, imeandaliwa. Mungu akubariki sana, asante sana mchungaji, asante sana.